Kwa hiyo Ali alichokiwaza ni kumuua yule mtoto, hivyo ikabidi amsogelee ya pale chini, kwa sababu yule mtoto alikuwa bado kalala chini. Akainama, akamkamata shingoni na kuanza kumkandamiza kwa nguvu sana kwa muda kama dakika moja, na kweli, baada ya dakika kama moja hivi, yule mtoto akawa amekata roho. Ilikuwaje? Njoni kusimulie. Kwa hiyo kuna jamaa anaitwa Ali Hali yeye ni wale vijana ambao walikuwa wamepigika sana kimaisha, na of course alikuwa ni mtu fulani hivi anaishi kigeto geto, japo sehemu aliyokuwa anaishi yupo na wenzake kwenye zile nyumba fulani hivi za bei ndogo, kodi ya elfu kumi. Umeona? Sasa siku moja bwana, siku moja bwana akiwa ameshajikatia zake maisha, katoka kuachwa na mpenzi wake, amerudi nyumbani, hana hela. Kuna akili tu kichwani mwake ikawa imemtuma kwamba ah, hivi haya maisha ninaishi kwa sababu gani? si bora tu nifanyaje, nijiondoe, nijiondoe hapa duniani. Kwa hiyo alichokuwa amekifanya akati anatoka town alikuwa amekuja na kamba kwa ajili ya kufanyaje, ya kujinyonga. Sasa akiwa mle ndani kwake anahangaika kufanyaje, kuweka kamba juu ya dari ili aweze kufanyaje, kujininginiza, kuna message kwenye simu yake ikawa imeingia. Sijui tu ni nini ambacho kikawa kimemwingia kichwani mwake, akasema ah, ngoja nione hii message inasemaje akawa amechukua simu yake kuangalia, akakutana na zile message. Nazani karibia kila mtu huwa zinamkuta zile message za kwamba kitaka utajiri, mali za kafara, sijui mke, kusafisha nyota, mtafute mganga fulani kwa namba hii hapa. Karibia kila mtu nadhani hiyo message huwa zinamkuta. Kwa hiyo hali, alichokifanya kuna akili tu ikamwingia, ikasema ah, hebu ngoja ni ni jaribu kuzinguana tuna huyu nanili mtu kabla sijafanyaje sijajitundika Akachukua simu yake kweli akaziangalia zile namba akazikopi pembeni, akazipigia. Baada ya kuzipigia zile namba, simu haikuchukua muda sana, ikawa imepokelewa, apokelewa na sauti moja ya mzee hivi. Halo, vipi? Ah, safi. Inakuaje bwana? Ali sasa, ehe, nikusaidie nini? Yule mzee alauliza. Ah, bwana, nimeona hapa kuna message yenu mmenitumia na namba zenu kwamba kama ninahitaji utajiri kusafisha nyota niweze kuitafuta namba hii vipi? Hizi huduma zipo kweli? Yule mzee akamuuliza, "Kwani kijana unaitwa nani?" Ali akajitambulisha. Sasa yeye akilini mwake alikuwa anajua tu kwamba hawa ni matapeli. Ile zile ishu za kwamba hapa tunakoenda lazima tu atafikia stage ya kufanya ya kuniomba hela. Lakini ikawa tofauti, kusabu, kwa sababu baada ya kuwa ameulizwa anaitwa nani akawa amejitambulisha Akaulizwa uko wapi kijana. Akasema kwamba "Mimi bwana, niko Kahama, mkoa wa Shinyanga." Akasemaje yule mzee? Akasema, "Ah, sawa. Sasa sikia, panda gari, njoo kwenye kijiji kimoja kinaitwa Mwagimaji, chenyewe kiko mkoa wa Geita. Kama utaweza ukifika kwenye kijiji hicho, uulizia kwa mzee Kanogu ni wapi, utanikuta nitakusaidia, kijana wangu." Kisha simu ikakatwa. <laughs> Ali akabacha anajiuliza, yaani maelezo mafupi tu tayari na simu imeshakatwa. Je, hii issue inaweza ikawa serious nini? Umeona, jamaa akasema kwamba, yaani kuna ile kitu tu kikamuingia tena kwamba, hebu ngoja nijaribu tu kwenda huko nikaone kuna nini. Umeona, kwa hiyo mshikaji akawa ameahilisha pale mambo aliyokuwa ameyafuata mle ndani, akatoka nje, of course akuwa na hela. Umeona kwa alichokifanya akaenda mpaka kwa mangi wa dukani kafika pale kapiga piga naye stori akamwambia yule mangi bwana ndugu yangu kusikia nina shida tu na 10,000 hapo kama utaweza naomba unisaidie jioni nafanyaje na kurudishia kuna kipengele nataka nimalizane nacho kwa yule mangi akawa amemsaidia ile 10,000 jamaa yani hakuwa anaelewa ni nini ambacho kinafanya kinampushi afanye mambo yale kwa hiyo bwana kaenda paka stand kapanda gari kaenda paka kwenye Ka kijiji kimoja kinaitwa Masumbwe Kafika kachukua boda huyo mpaka mwagi magi. Baada ya kuwa amefika sasa, alifika mida fulani kama ya jioni hivyo. Baada ya kuwa amefika, akafika aka ka, kuta pale watu, ikabidi awaulizie kwamba, jamani naulizia kwa, na kwa mzee Kanogu ni wapi? Wale watu wakamuelekeza. Of course mzee Kanogu kwa kwenye kile kijiji alikuwa ni mtu fulani maarufu sana, kwa ikabidi harpo, pale, hivu hivu, kwa maelekezo kwamba bwana ukipita hapo ukakata pale hivi na hivi unafika. Kweli bwana ali na boda boda wake wakaenda paka kwa kwa yule mzee. Alipofika nini? Wakakutana na nyumba tena, ni nyumba fani hivi nzuri tu classic. Yaani yeye alikuwa anategemea atakutana zile nyumba za nyasi, sijui nini, lakini ni alikutana na nyumba fani hivi nzuri ya bati, nini? Yaani hivi, yaani kwa vizuri. Kwa hivyo afika wakagonga. Baada ya kugonga, katoka binti mmoja mdogo mdogo hivi miaka kama kumi na sita. Akawapokea, "Karibuni." Asante, tulikuwa tunamuulizia, je, hapa ndo kwa mzee Kanugu? Eh, ndo hapa, karibuni. Kweli bwana, jamaa ikabidi amlipe boda, yeye akaingia ndani kwenda kufuata yaliyompeleka. Alipofika akuta watu wengi, alikuta tu watu wachache wachache pale wamefuata na yeye, kila mtu kaenda na shida yake. Kwa hiyo kabidi asubirie ya zamu yake yalivyofika akaenda kuonana na yule mzee uko fika, akamsalimia na akamueleza, of course, mzee wangu, mimi bwana, ndo kijana ambaye tumeongea kwenye simu asubuhi hii leo, kama amenielekeza nije huku. Mzee akamuuliza shida yako ilikuwa ni nini? Ali bila kupepesa macho akasema bwana mzee wangu, mimi nachohitaji ni utajiri, sihitaji kitu kingine chochote, nahitaji pesa nyingi za kunitoa kwenye majanga niliyonayo. Yule mzee akamuuliza kwamba kijana, masharti utayaweza? Ali akasema kwamba mzee wangu kwa situation nilizonazo sasa hivi na magumu nilionayo sidhani kama kuna kitu ambacho mimi naweza kufanyaje kukishindwa. Yule mzee akamwambiaje, "Sawa kijana, nimekuelewa. Sasa mimi sihitaji hata mia yako. Ila mambo yangu yakifanikiwa naomba ufanyaje unikumbuke. Takupatia dawa hii hii dawa nita, utakwenda ukishafika nyumbani kwako utaichukua na chota maji ya kisimani. Achana na maji ya kununua, chota maji ya kisimani. Usha chota maji ya kisimani, chukua hii ndoo. Tafuta njia panda yoyote ile. Mchana hakikisha watu wanakuona mchana. Ukifika kwenye njia panda yoyote ile, vua nguo zako zote, uyaoge, Ukiwa umezichanganya hizi dawa. Eh, Ali akasemaje? "Sasa mzee wangu kama ni hivyo, watu hawata niletea fujo zozote." Akasemaje? kitendo tu cha kuiweka hii dawa na kufika nayo njia panda, kuioga, ni kama itakuwa imewamaliza nguvu. Na wewe wakati unaoga pale, watu watakavyokuwa wanakushangaa, ndio utajiri wako unavyofanyaje, unavyoupata. Kwa hiyo kijana wangu usiogope. Lakini sasa ukimaliza kuoga, hakikisha mwanamke utakaye kutana naye kwa mara ya kwanza, haijalishi umri wake Haijalishi kabila lake, dini yake, hakikisha ndiye mwanamke unaifanyaje, unalala naye kwa mara ya kwanza ndani ya wiki ya kwanza, ili kuutunza utajiri wako. Ali akasemaje, mzee wangu, ni hilo tu taambiwa? Ndio vijana wangu, naomba wakati unatoka usigeuke nyuma na wala usiniage. Kwa hiyo nakutakia safari njema. Kwayo dawa, kwayo, kamalipu. Kwa Ali akawa amechukua ile dawa kweli kama alivyokuwa ameelekezwa, akatoka bila kuaga huyo mpaka Kwao nani mpaka kwake kahama. Aliyofika akawa amerudi amefika usiku sana. Kwa hiyo ikabidi asubiri kwa bwana ili swala kwa sababu niliambiwa nifanye muda naonekana nitafanya kesho. Kwa hiyo bwana, kesho yake mchana. Japo alikuwa na wasiwasi sana lakini, akasema bwana kwa magumu nilionayo mimi. Ah, ili swala lazima tulitendeke. Alichokifanya kweli, akatafuta kisima. Akaenda akachota maji kwenye ndoo ndogo. Akiwa na dawa zake alivyo, akarudi nazo mpaka nyumbani kwake. Akafika kazichanganya zile dawa, of course alikuwa ameandaa anuie vitu vyote anavyohitaji. Wakati anachanganya ile dawa akawa ananuia. Alivyomaliza kunuia, aichukua ile ndoo moto mpaka kutafuta njia panda. Kafika kwenye njia panda moja, of course alitafuta ambao hayapiti magari mengi sana, kwa sababu kufanya ambacho alikuwa anataka kukifanya. Kwa alivyofika kweli, nguo moja, moja kaanza na shati shusha suruali, kashusha nanili, boksa, watu wakaanza kumshangaa, najua na ile na huitana <laughs> kabisa watu jamani, unajua zile, kwa sababu ni kitendo ambacho kilikuwa hakitegemei kuonekana kwa mda ule, lakini hali hali akawa amefanya, akakaza roho, akachukua, akainama, akajimwagia maji harakaharaka vyote nini, kwa sababu of course alikuwa ajaambiwa kwamba sijui anatakiwa atumie mda gani kwa hiyo ilikuwa ni kitendo cha haraka haraka. Akajimwagia maji haraka haraka, pale alipomaliza akaanza kuvaa shati nini amemaliza ta ili amechukua ndoo yake kwenye kunyanyuka sasa macho yake yani ili ya amenyanyuka sasa macho yake mbele akakutana ya na binti mmoja mdogo sana, ndo mtu wa kwanza kufanyaje kumuona yule binti, kwa kumwangalia alikuwa kama miaka mitatu mpaka minne moyoni kabisa ile tu na akilini kaja kabisa kwamba huyu ndio binti ambaye anafanyaje natakiwa kulala naye kweli. Na kwa bahati nzuri ama mbaya, aje alikuwa anamfahamu yule mtoto lakini, sasa kwa ule muda akawa amempotezea, umeona. Kwa hiyo akawa amechukua tu ndoa yake, akawapita watu ambao walikuwa wanamshangaa pale, umeona. Huku akilini mwake pia anajiuliza kwamba ni kweli nitaweza kweli kulala na aka katoto mbona, usitakuwa ni kama ubakaji, umeona? Lakini akawa potezea akaenda mpaka nyumbani kwake. Sasa kufika nyumbani kwake, ila amefika, akafungua mlango kwa ajili ya kufanya kuingia ndani, kitu cha ajabu kikatokea, akashangaa. ili amefungua tu mlango, hela zinaanguka, yaani chumba chake, maana alikuwa anaishi kigeto geto geto, hili tu ya chumba hiki kimoja, ndani kuna hela hivi kibao kufurahia kwa kwa hey, sana. Sasa baada ya kuwa ameshangilia sana, sana na kufurahia sana pale ndani huku amezilalia hela chini, unajua ile kazilalia umeona, ndo wazo likaja sasa kwamba lakini kuzitunza hela hizi, nimeambiwa mwanamke wa kwanza anayetakiwa kulala naye awe ni nani? Mwanamke wa kwanza ambaye anatakiwa kulala naye ni mtu ambaye nimemuona baada ya kufanya yakuwa nimemaliza kuzioga hizi dawa. Of course, umas utajiri una gharama zake. Kwa hiyo akawa amesema kwamba pesa hizi kweli, kwa sababu alikuwa akiziangalia zile hela, kama ni kulala na yule mtoto, ah, potelea mbali, mimi nafanya, kwa sababu siwezi nikakubali kurudi nilikotoka kwenye umaskini, kwa sababu alikuwa amepewa wiki hii moja kila kijaribu kumvizia yule mtoto, muda mwingi yuko na wenzake, akijaribu kutafuta njia ya kumpata akiwa peke yake, ili aweze ya kumrubuni, wapi! Kila kijaribu kutaka kulaneli, wapi! Kwa hiyo sasa, alichokifanya bwana, zimeenda kama mpaka siku sita, afu kesho yake ndio siku ya saba ambayo ile dawa inaacha kufanya kazi, na maana hela anaenda kuzipoteza. Kwa hiyo alichokifanya, ile siku ya sita, akawa amemvizia yuko na wenzake yule mtoto, umeona baada ya kuwa amemvizia yuko na wenzake yule mtoto, akafika akawasalimia salimia pale, wale watoto, umeona akamwita yule binti. Alivyomwita yule binti, akawa amekuja na mwenzake. Kwa hiyo alivyoambia kwamba akamwambia, twendeni kwa chukulia pipi, wadogo zangu. Kwa hiyo bwana, wale watoto wakawa wamefurahi, wakaanza kumkimbilia wako hao wawili. Kwa hiyo akaenda nao mpaka kwenye kwa mangi, tafika akawa amenunua pale pipi mbili tatu, akakapa katoto kengine, akaambia, kimbia mdogo wangu nyumbani huyu ni ache naye kwanza hapa niongee ni, ni, ni naye kidogo. Mbona. Ya la biskuti nini kwake jamaa. Kwa bahati nzuri za, za na hakukuwa na mtu nje, kwa hiyo hakuna mtu aliyemuona kwa pale kwake kabidi aingie nacho ndani kile kitoto. Ili kuingia nacho tu ndani, akawa amefunga mlango, kuingia tu akakaziba mdomo pale katoto. Baada ya kukaziba mdomo, akachukua kamba akawa amekafunga, ili kasipige kelele, akafunga na miguuni na nini na mikononi, akawa amekalaza pale chini. Kwa hiyo sasa akakaa na waza, je tu ili tukio nilifanye a, kwamba bwana, nimeshayavulia maji nguo lazima lifanyaje, hii tukio litendeke. Kwa hiyo lilichofanyika sasa, akawa ame kalaza pale chini kwa nguvu sana, of course. Hata wakati anafanya pale, ilikuwa inaonekana kabisa kinaumia vibaya mno, lakini jamaa hakuwa na namna. Akafanya pale alichokuwa anatakiwa kukifanya, mpaka akamaliza. Baada ya kuwa amemaliza kile kitu, kikawa pale kinalia, umeona na wakati kinalia pale, haikupita hata dakika hata tano Kikao kimefanyaje, kimezima kuzimia kabisa. Sasa mshikaji akawa amerudi amekaa nanili kwenye kiti. Baada ya kukaa kwenye kiti, akaanza kuwaza kwamba, lakini huyu mtoto nikisema kwamba nimwachie arudi kwao, itimenzi ni kwamba hapa najitafutia kesi. Mbona no, hapa najitafutia kesi. Kwa hiyo cha kufanya ni bora nimuulie mbali huyu mtoto. Kwa hiyo alichokifanya akanyanyuka kutoka pale alipokuwa amekaa. Akamfata yule mtoto pale chini akiwa mfanyaji amezimia, akainama akamkamata shingoni kwa nguvu sana, akaanza kumkandamiza kumuua. Na kweli ikupita muda kama dakika moja tu, yule mtoto akawa mfanyaji amekata roho. Sasa kipengele kikaja kwamba sasa hapa huyu mtoto kafa, na afanyaje? Baada ya hapa akawaza kabisa kwamba bwana, huyu mtoto kwa kweli nimemuua, kimenzi ni kwamba inabidi niandae mpango wa kufanyaje kuficha huu mwili na huu mwili na na uficha wapi? It's better nifanyaje niuzike mwenyewe. Kwa hiyo ikabidi asubirie sasa usiku wa manane, ndo aamke afanyaje auzike ule mwili. Kweli bwana, ilivyofika usiku, asubiri usiku kabisa kama saa nane za usiku. Katoka nje hapo hapo alipokuwa ameishi, kwa kwa nyuma, akiwa naamini watu watu wamefanyaje wamelala. Akaanza kuchimba. Nimeona chimba chimba chimba chimba, sasa wakati anachimba kuna mshikaji jirani mwenzake akawa anasikia mtu anachimba. Huyu mshikaji bwana, anaitwa Lameki. Lameki yeye alikuwa ametoka kuzinguana na mke wake unajua so, masuala ya kifamilia, atoka kuzinguana na mke wake huko, kanyimwa chakula cha usiku. Kwa hiyo sasa, akiwa na miasira yake, akawa ameamua kuingia sebuleni kwake kutulia Asa kati ametulia pale ana asira zake, anawaza ni namna gani, ni kitu gani cha kumfanya mke wake, nasikia chepeo huko nje linapigwa, ikabidi atoke kwenye dirisha akaanza kuchungulia, kuchungulia, akamuona Lameki. Kwa sababu of course, japo kulikuwa kuna giza lakini kulikuwa na ile mbala mwezi, kwa hiyo ilikuwa inamfanya mtu unaona, kwa hiyo kuona kama amemuona bwana ali kule nje yuko anachimba Akasema hiki ni nini? Kabidi aende kumuita mke wake, akayasahau sasa yale, kabidi kwenda kumuita mke wake, mke wake naye akaja, kwamba wewe kweli mtu anachimba nyuma eh, kweli bwana. Watu wakafika wakaanza kumchungulia, baada ya muda wakaona kuna kitu kachukua, akaweka, akaanza kufukia na shimo kubwa sana, ndo akawa anajiuliza, shimo lote hilo anafukia nini? Ndo mke wake akaanza kumpa zile stori za mchana, kwamba huyu uh, jamaa atakuwa ameshachizika kwa sababu hata mchana nani, juzi, juzi kati alioga barabarani. Kwa hiyo hebu tuachane naye kweli mwake, mtu akasema, ah ni kweli bwana, tu tuachane naye kweli bwana, watu waka wamerudi zao kulala huko. Kesho yake taarifa za yule mtoto kupotea zikaanza kusambaa, atangazwa, eh, mtoto fulani amepotea, kwa mtu yeyote aliyemuona mara ya mwisho hivi na hivi. Siku ya kwanza kimya, ya pili kimya, ya tatu kimya, sasa mzazi mtu sasa, mama mtu wa mtoto akawa ndo anaongea na wale watoto, wanawauliza jamani, lakini kweli watoto wangu kweli hamjamwona mwenzee? Ndio mara ya mwisho nyie, siku hiyo wakati anapotea alikuwa wapi au alienda wapi? Umeona, sasa baada ya kuwa anawauliza wale watoto, ndo kuna watoto wakawa wanasema kwamba lakini aliondoka hapa akiwa na mtu fulani, kale katoto kenzake wakiwa na fulani. Kwa hiyo ikabidi waende kwa kale katoto kauliza, kufika ukauliza Kale katoto akawaambia bwana, tulinunuliwa pipi na kaka na kaka Ali, lakini baada ya kwa ametununulia pipi mimi alinambia niende nyumbani ana, anaongea na nani na na, na mwenzangu. Kweli bwana, baada ya kusikia vile, wakasema hebu gonja tukamuulize Ali mwenyewe nyumbani kwake, kwani yeye anasemaje? Kweli wakaenda mpaka nyumbani kwa Ali, walivyofika wakagonga, wakiwa wengi wengi sasa yaani wazazi kadhaa, umeona wakiwa pamoja na, na, na, na mwenyekiti wa mtaa wakafika wakamgongea Ali, Ali, akatoka asikiliza kamba, e, jamani, karibuni, vipi? Bwana tunamuulizia mtoto fulani aliyepotea tumeambiwa kwamba anaweza akawa yuko hapa. Yuko hapa kivipi? Ndo akampa yale mazingira aliyokuwa amelezwa, akaambiwa jamani huyo mtoto hayuko hapa bwana, umeona. Sasa wakati yupo Ali anajielezea pale, kuna majirani walikuwepo, akiwepo na yule mke wa Lameki umeona, naye akawa amesikia ile situation. Kuna kitu tu kikaja kichwani mwake cha kukumbuka kwamba huyu jamaa nilimuona anachimba nyuma, sijui kwamba ndo alikuwa anachimbia mtoto wa watu, lakini ikabidi akae nalo moyoni kwanza. Kweli bwana, pale wakamaliza kuulizana, wakaondoka. Haya bwana, kama ukijua taarifa hizo utaniambia, ukipata taarifa zozote kuhusu mtoto wetu utatuambia. Halafu akamwambia haya, sawa, hamna shida, wakawa wameondoka. Sasa baada ya kuwa wameondoka huyu mwanamke akamsubiri mume wake arudi jioni. Kufika bwana, leo mchana kulitokea tukio fulani. Kumwambia hivyo mshikaji, watoke pale kimya kimya, wakaenda kutoa taarifa kwa mwenyekiti. Mwenyekiti kutoa ta, kupewa taarifa, ikabidi wapigie simu polisi kwa ajili ya uchunguzi, kuja kuangalia kama hicho kitu ni kweli kweli. Bwana polisi wakafika moja kwa moja mpaka pale nyumbani. Kufika wakamuita mshikaji, wakamuuliza, bwana, tumepokea taarifa hizi na hizi na hizi, vipi, zina ukweli wowote? Mshikaji akaonekana kushtuka, umeona, ah bwana, mimi bwana siwezi nikafanya na na jambo kama hilo, umeona. Lakini tu askari walivyomuona vile, wakaona ah huyu Wakamwambia haya basi, kijana hebu rudi ndani kwako, kwa kwanza, kuna jambo tufanye. Kabidi wamfungie mle mle kwake, ndo pakawa kama sero. Kweli bwana, wakaitwa watu wakafika, wakanizunguka nyuma, wakaanza kuchimba. Ha, wakuchukua muda ndani kama dakika mbili tu tatu hivi, kwa sababu bado ardhi ilikuwa bado haijawa ngumu sana, chimba chimba chimba chimba, mwili huo hapa. Baada ya kukuta mwili pale, na ulikuwa umeshaanza kutoa harufu, watu wakaanza kupiga kelele, wakulia wakalia, mama mtu, umeona. Kwa hiyo kilichotokea pale, baada ya pale tabidi sasa uitwe uongozi nini, askari wakaenda wakamkamata hali, wakasema kwamba sasa, waka sasa, kijana uko chini ya ulinzi kwa mauaji ya mtu fulani, wakaondoka naye. Kwa hiyo ile taarifa ikasambaa sana pale mtaani ya kifo cha yule mtoto sana, kwa kuuliwa. Na baada ya kuwa wamefanya sana uchunguzi wao, wakaja kugundua kwamba mshikaji ndio hivyo alifanya kwa ajili ya kupata utajiri kwa sababu of course walivyoingia na mle ndani walizikuta hela nyingi sana ambazo mshikaji alikuwa nazo. Na jamaa baada ya kuwa ameuliziwa taarifa kwamba hela kazitolea wapi, akawa ametoa maelezo yake, ambayo wakawa wameona kwamba waende kwa yule mzee kule walikokuwa wameelekezwa kwenda. Kweli walifika yule mzee akawaambia, bwana, mimi huyu kijana simjui. Mzee tu yani, alichokifanya ni kumkataa akamwambia, mimi huyu kijana simjui. Of course alikuja hapa mimi lakini sikutoa maelezo ya kwamba akamuue mtu. Umeona mimi alikuja kwa ajili ya kuomba kusafisha nyota yake na nilimpa dawa za kusafisha nyota. Lakini haya masuala ya kwamba sijui nini hayo sasa ni yeye. Kwa hiyo Bwana Ali akawa amesakiziwa kila kitu yeye kama yeye. Na simulizi yetu ikaishia hapo. Inatufunza nini? Ndio maana tutafute vitu vya haki.